Tahadhari ya Askofu Josephat Gwajima aliyoitoa kwenye press conference yake ya hivi karibuni kuhusu janga la utekaji na kueleza kwamba janga hilo litaifikisha Tanzania pabaya imeanza kutimia. Jana Juni kumi na tatu ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano Umoja wa Mataifa umeishukia vikali serikali ya Tanzania kuhusiana na janga hilo la utekaji, hususan kinyoshia kidole kwamba serikali inaweza kuwa inahusika kwa namna moja au nyingine, hasa kutokana na kutochukua hatua zozote dhidi ya matukio ya utekaji yanayoendelea nchini Tanzania. Jopo la wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu wametoa tamko la pamoja, wakieleza wasiwasi wao mkubwa kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya utekaji, mateso na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Tamko hilo la jopo la wataalamu hao kutoka ofisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ofisi hiyo inafahamika kama OHCHR, wamesema kuwa matukio haya siyo ya kipekee, bali yanaonyesha mfumo wa ukandamizaji unaoendelea dhidi ya wapinzani wa kisiasa wanaharakati wa haki za binadamu wanahabari na raia wa kawaida, kwa hiyo hili ni karipio kali kabisa kutoka kwa taasisi hii. Kwa kawaida taasisi hii huwa inafuatilia haki za binadamu na matukio mbalimbali katika nchi ambazo zina rekodi mbaya. Kwa nchi kama Tanzania, kutajwa na taasisi hii inaashiria kwamba swala hili sasa limechukua taswira ya kimataifa, na hii inaweza kuwa na impact kubwa hususan kwa nchi wahisani ambazo moja ya masharti yake ya kutoa misaada kwa Tanzania au kwa nchi maskini huwa ni rekodi ya haki za binadamu. Sasa, kwa mujibu wa taarifa ya wa wataalamu hao, wamesema kwamba wamepokea malalamiko yanayohusu watu waliokamatwa na vyombo vya dola bila kufuata taratibu za kisheria, kuteswa wanapokuwa chini ya ulinzi wa serikali na hata baadhi yao kupotea kabisa bila familia zao kufahamu walipo. Kadhalika, katika baadhi ya hayo matukio, waathirika wameripotiwa kutiwa nguvuni na maafisa waliovaa kiraia kisha kupotea kwa siku au hata wiki kadhaa kabla ya kupatikana na wengine wakiwa wamepotea kabisa. Na hali hii imezua hofu miongoni mwa wananchi na jamii ya kitaifa, kwa maana nchini Tanzania, lakini pia hata jumuiya ya kimataifa nayo inaguswa na haya yanayoendelea katika nchi ya Tanzania wameeleza kwamba Tanzania ni mwanachama wa mikataba ya kimataifa inayokataza utesaji na utekaji. Uh, hii ni kwa pamoja na mikataba ya kimataifa ya haki za kiraia na kisiasa inayoitwa ICCPR na mkataba dhidi ya mateso unaoitwa CAT ambayo Tanzania imeridhia. Kwa hiyo, anachoeleza hapa ni kwamba si kwamba malalamiko, hii karipio limetokea tu from nowhere bali ni kwamba Tanzania inakiuka mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania yenyewe imesaini, kama mkataba huu ambao unahusu haki za raia, lakini pia mkataba unaohusu kuwakinga raia dhidi ya mateso. Kwa hiyo Tanzania ina serikali ya Tanzania ina jukumu la kulinda haki za watu wote ndani ya mipaka yake bila ubaguzi wa aina yoyote. Kuna mifano kadhaa imetolewa katika hiyo taarifa ikionyesha matukio mbalimbali yaliyojiri nchini uh, Tanzania na wameeleza kwamba baadhi ya matukio hayo uh, ni kama vile wanachama wa vyama vya upinzani kutekwa kabla au baada ya mikutano ya kisiasa, pamoja na wanaharakati waliokamatwa kwa kushiriki maandamano ya amani au kuandika maoni yao mtandaoni lakini wengine wamekumbwa na vitisho vya waziwazi -wazi, au kuteswa kisaikolojia wa kulazimishwa kukiri uhalifu ambao hawajaufanya. Kadhalika, wataalamu hao walieleza kuwa hali hii ni tishio kwa uhuru wa kujieleza na ushiriki wa raia katika mchakato wa kidemokrasia. Wamesema pia katika baadhi ya matukio watu waliokamatwa walinyimwa haki ya kupelekwa mahakamani baada ya kukamatwa na badala yake waliwekwa kizuizini kwa muda mrefu bila kufikishwa mbele ya mahakama. Hii inakiuka haki ya kupata msaada wa kisheria, haki ya kusikilizwa na kanuni ya mtu kuwa mtuhumiwa a, mpaka pale atakapothibitishwa ni yani, mtuhumiwa kuwa hana hatia mpaka atakapothibitishwa na mahakama. Sasa katika hili pia a, katika kesi inayoendelea ya mheshimiwa Tundu Lissu mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambaye amebambikiwa hii kesi ya uhaini limezungumzwa hili na na mawakili wake, kwamba ukiangalia jinsi mheshimiwa Lissu anavyowasilishwa mahakamani ni kana kwamba tayari ameshatenda uhalifu anaoshtakiwa, ni kama tayari amefanya huo uhaini na si mtuhumiwa, kwa sababu ukiangalia maving'ora yale, idadi ya askari wanavyokuwa wengi na jinsi mazingira yalivyo ya pale mahakamani ni kama tayari mheshimiwa Lissu amesha hukumiwa. Kwa hiyo hiki ndicho kinachoelezwa na hawa wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Pia taarifa hiyo ya Umoja wa Mataifa imebainisha kuwa baadhi ya watu waliokumbwa na haya madhila walipatikana wakiwa na majeraha ya wazi yanayoashiria kuwa waliteswa au walinyimwa matibabu muhimu. Kadhalika, kuna taarifa kwamba miili ya waliodaiwa kutowekwa ilikutwa ikiwa imezikwa kwa siri bila kuhusisha familia. Taarifa hiyo inaitaka serikali ya Tanzania kuhakikisha kuwa uchunguzi wa kina huru na wa haraka unafanyika kwa matukio yote na wale wote waliohusika wawajibishwe kisheria bila kujali nafasi zao katika serikali au vyombo vya usalama. Pia ripoti imeeleza kwamba mfumo huu wa hofu unafifisha harakati za kiraia na kuzuia maendeleo ya haki za binadamu. Mfumo wowote wa, wa kukandamiza uhuru wa kiraia huzaa hofu, ukimya na hatimaye kuwa matumaini ya jamii katika mabadiliko ya amani. Um, kwa hiyo wataalamu hawa wa umoja wa Mataifa uh, waliitoa taarifa hii uh, kupitia kwa mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki ya uhuru na kujieleza uh, pia mtaalamu kuhusu ulinzi dhidi ya utesaji na mtaalam kuhusu kutoweka kwa watu wa lazima wote walitoa kauli moja ya kuitaka Tanzania izingatie wajibu wake kimataifa na kutatua tatizo hili kwa dharura. Walionya kuwa hali hii, endapo itaachwa kuendelea bila kuchukulia, kuchukuliwa hatua, kuna hatari uh, Tanzania kuingia katika mwelekeo wa ukandamizaji wa muda mrefu. Sasa haya yaliyoongelewa onge, katika ripoti hii ni maneno yale yale ambayo Askofu Josephat Gwajima sio tu aliyesema na kutahadharisha, lakini pia yaliyopelekea kuandamwa hadi hivi na kanisa lake hatimaye kuja kufungiwa. Lakini moja ya mambo ya muhimu ambayo Askofu Gwajima alitahadharisha ni kwamba endapo janga la utekaji litaachwa bila kukemewa na bila serikali kuchukua hatua, kuna hatari kimataifa hasa mataifa kwa upande wa kwamba ripoti kama hizi zinapotoka, zinagusa hisia za watu ambao pengine wanadhamiria kwenda Tanzania kwa sababu za utalii na vitu kama hivyo. Kwa sababu logic ni simple, kama taifa halijali uhai wa wananchi wake, wa raia wake, kwa nini lijali uhai wa wageni wanaokwenda kutembelea nchi ile kama watalii? Kwa hiyo logic kama hiyo mara nyingi huwa ina wavunja moyo watajiri na hii inaweza kuwa na impact. Lakini taasisi hizi za kimataifa zinapotoa ripoti pia zinaweka shinikizo kwa nchi wafadhili kama nilivyoeleza hapo awali. Kwa hiyo hopefully hili linaweza kusukuma uh, serikali kuchukua hatua za maksudi. Je, una maoni gani katika hili? Karibu utoe maoni hapo chini kwenye sehemu ya comment. Asante na kwaheri.